Hawajafahamu bado maana, wanatembea, wako kanisani, wanafanya kila kitu kanisani, lakini bado hawajafahamu. Kumbe unaweza ukatembea na Bwana na unaona yale anayofanya, lakini ukakosa kufahamu bado hiyo njia. Lakini Yesu akamwambia Tomaso, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba yangu asipopitia kwa njia yangu. kwa mimi, tunapitia kwa Yesu namna gani? tunapitia kwa Yesu kwa imani, tumwamini Yesu na tushike njia. Kuna wengine ukimuuliza ni vipi, anasema niko njiani mchungaji, niko njiani. Lakini hiyo njia yako ni ipi? maana uko njiani lakini hatukuoni kwa njia. Bwana Yesu asifiwe. Uko njiani, lakini hatukuoni kwa njia. Tunatembea, tunatembea lakini hauko kwa kwa njia. Kwa nini? Kwa sababu tunapotembea na kufika mahali, wakati wengine wanasema Yesu ni Bwana, nimeokoka, wewe umenyamazi. Bwana Yesu asifiwe. Huna uhakika, huna uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na uhakika, wapendwa, mahali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ni posa Bwana anawaambia wanafunzi wake, ya kwamba jifungeni viuno vyenu, muwe tayari na taa zenu zinawaka, kama watu wanaomngoja bwana wao bwana Yesu asifiwe maana itambo yavonyera vandu wedoghenda wedo, na tarawo kwamanyagamatukulikodavenjwestima sijui isola sijui ikii lakini wedoduka veke mwalumu vao na mavu na mavuda nichimavuda davitumi nivalinga msetumie mavuda nivalinga msetumie veke mwalumu wandu wamdashome na weke mwalu weke mwalu <laughs> Bwana Yesu kasu. Sasa wakati huo wa zamani watu walikuwa kibeba taa zao. Sasa wakati wanaenda rusini, wana wanakuwa na taa zao zinawaka, maana kitambo kwa Wayahudi bwana rusi ndo walikuwa na ngojewa, sio saisi aadivesera bibi ya harusi ah -ah. Bwana harusi ndo anangojwa, yaani bibi harusi anangoja bwana harusi aje kumchuku, kumchukua kumchukua, maana yeye ndo anachukuliwa na bwana harusi. Kwa hivyo bwana harusi ndo anangojwa na anangojwa sana. Sasa wakati tunapongoja ndo tunaambiwa kwamba wekeni taa zenu ziwe zinawaka ziwe na mafuta, maana haziwezi kuwaka bila mafu, bila mafuta. Bwana Yesu asifiwe. So ili kwamba tusiwe wapumbavu kama wale wanawali tano ambao walikuwa wa wapumbavu. Upumbavu wao si kwamba hawakubeba taa, walibeba taa. Walibeba mafuta. Lakini saa ya Bwana kuja hawakuwa wanaijua. Sasa wao wakawa wapumbavu kwa sababu ya kutojipanga. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawakubeba mafuta mengine ya ziada. Bwana Yesu asifiwe. Wakabeba mafuta ya kipindi kile kidogo ambacho walifikiria bwana arusi anakuja wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe bwana arusi anakuja usiku wa manane wa manane waka sikwa na usingizi wakalala. Basi usiku wa manane wanasikia vigelegele, ndio huyo bwana harusi anakuja. Wao wakakimbia kutafuta mafuta, walipoomba ndugu zao wenzao, wanawambia ai, sisi tuko na yetu ya kututosha pekee. Wakakimbia, walipokimbia wakaenda kweli, wakachukua mafuta, lakini bahati mbaya, waliporudi walikuta mlango umefungwa. Sasa walipokuwa wanagonga mlango, basi wakakosa kufunguliwa, maana wakati ulikuwa umeisha. Bwana Yesu asifiwe! wakati ulikuwa ume, sasa wapendwa, tunakimbizana na majira, tunakimbizana na waka na wakati. Yule bwana harusi alikosa kuwafungulia kwa sababu wamechelewa wamefanya nini? Ambia ndugu yako usichelewe, wakati ni leo, wakati ni sasa wa kufanya maamuzi. Mwambie ndugu yako asichelewe, maana akichelewa, mlango ukifungwa, hakuna kufunguliwa te tena, tena. Bwana Yesu asifiwe. So maana mlango ukifungwa hautafunguliwa tena kifo chikabwada chake Yesu ndeviavanga uvanga vada na mndu huyo alala na maandiko gabe bora kwamba kamerea kulala hata ndemanya ishi chavebonyeka na kila kila mbo chake walalanyana nacho ngero okoghe na akili walalanyana ngero oko ghe na, na digirii yake walalanya ndekuna ilago jingi uvyabo uvyabonya Bwana Yesu ka sasa ni, ni kufukuzana na wakati, ndiposa maandiko yanatuambia kwamba kama mwenye nyumba angalijua siku ya mwizi atakapovamia nyumba angalike angalikesha. Bwana Yesu asifiwe! Lakini sasa huyu hajui huyu mwizi atakuja saa ngapi, ni saa ngapi mwizi atakuja avamie nyumba yake? Sasa ndio maandiko yanatuonya ya kwamba kwa sababu hatujui ni kwamba lile ambalo litakusaidia ni kukesha. Bwana Yesu asifiwe, lile neno na jambo la kukusaidia ni kukesha, maana haujui masaa. Maana kama ungelijua masaa ni saa sita anakuja, basi unajiweka tayari saa sita Huyu mtu ndi atavamia. Bwana Yesu asifiwe, mm, lakini kwa sababu watu saa na waka, na siku, basi ndio kwamba jiweke tayari. Bwana Yesu asifiwe, jiweke mm, tayari, maana haujui bwana wako atakuja. elimi uwacha, uwacha saa sakitoi, Bwana Yesu kasu, uacha sa sa sakitoi, Bwana Yesu kasu sasa Nyakati hizi ambazo tunaishi wapendwa, ni nyakati ambazo tunaambiwa tujiweke tayari, kimbizana na masaa, usije ukakuta kwamba mlango u umefu, umefungwa na ukibisha unaambiwa siku juu siku juu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba umepoteza wakati, hujajiweka tayari, na wakati ukafika, Bwana akaja, ukawa umechelewa sasa ukichelewa, itakuwa hasara ni kwako. Maana hawa wapendwa walikuwa wanangoja, walikuwa wanangoja, lakini hawakujua saa gani huyu bwana harusi atakuja, na kwa saa wasioidhani basi akaja. Na walikuwa vizuri kabisa wamebeba taa zao, wame, a wanaendelea ukesha na wenzao, lakini wakachelewa wakache mwambie mwenzako usichelewe, usichelewe, usiche usiche. Leo ndio siku yako, maana maandiko yanasema ya kwamba leo ukisikia sauti yake usifanye moyo wako kuwa mgumu. Na leo ndio yanakuambia, yanasema na wewe kwamba leo ukisikia sauti usifanye moyo mgumu. Kesho ukiamka, lile lile neno linazungumza na wewe. Leo ukisikia sauti usifanye moyo wako kuwa mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Acha kufanya moyo kuwa mgumu, jitayarishe wapendwa. Mambo haya yanatudhihirishia wazi ya kwamba kwenda ekuko niko vandu vege vegenda ngelo ndukumanyani yao na saa ndukumanyani ni yao yegenda Bwana Jesu kaso sasa niko na vesero ya kwamba jiweke tayari sasa. Wewe ukiwa mwerevu ukiwa mjanja, ni kukesha, yaani kila wakati uka tayari, kwafunga kibunu chako na taa yako yyavyewaka. Umefunga kiuno chako na taa yako inawaka. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu umejitayarisha, umejiweka tayari, unajua ya kwamba mimi namngojea Bwana wangu. Sasa tunaambiwa kwamba iweni kama watu wanaongojea bwana. Huyu bwana anaposema kwamba iweni kama watu wanaongojea bwana, ni kwamba wakati mwingine tunalala, maana kinyume cha kukesha nikufanya nini? Ni kulala. Na Yesu alikuwa dilali nanikokoni Petro ndagora ndakotea, maana vanugi naveni vekoke na maswali. Hata Petro uko na maswali mengi. Petro kamzera kwamba lakini huhu msemo kwawe neka hisi ama na bandu wose kwawezumuza nawo najesusenekame ukangira uhumsemo ukamzera ukamzera kwamba ni nani aliye na bwana ambaye ameenda safari na aje amkute anaendelea kufanya kazi. Lakini ule bwana akisema kwamba huyu bwana wangu amechelewa, acha njivinjari maana ameche amechelewa basi, ataanza kujivinjari na kutesatesa wenzake. Alafu yule bwana anakuja, akimkuta hayuko mwaminifu, basi atamtupa. Bwana Yesu asifiwa. Lakini yule bwana mwaminifu atakutwa akitenda lile ambalo bwana wake amemwachia afanye, basi yeye atatukuzwa atafanya nini? Atatukuzwa, atapewa madara madaraka zaidi madara madaraka madara. Na tunapenda madaraka, kwani nani usekuda ujoso madaraka huku mndungusekunda ujoso madaraka, kila mndu akuda ujoso ma madaraka. Sasa akamwambia heri, yule bwana ambaye anakesha bwanasaswii na kufanya yale ambayo bwana wake amemwachia. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hivyo, wapendwa, bwana wetu Yesu Kristo ametuonyesha njia, ni sisi tulio hapa tuifuate hiyo njia, na njia ya kweli ni kumwamini. Maana tunapomwamini Yesu tuna uzima wa milele na milele, na hilo ndilo Bwana analotaka tupokee, uzima kifo kiko na kwa sababu sisi ni wanadamu davurelo ani maandiko mdamu ni nyasi mdamu ni samboi Bwana Yesu kaso leo anachanua kesho ananyauka. Bwana Yesu kaso bamba bambazie kunyaya mwave Bwana bamba zie kunya kunyaya kwamba wakati ndio ndeuku mbaa angubar ndamwave Bwana mabushu gekoge ghelie idanaga kalua kwa sababu awenya ni mboi awenya avenya Bwana Yesu kasu, kwa sababu mwili wenyewe unakuonyesha kwamba wewe si mtu wa kudumu. Sasa Yesu anataka atuvalishe mili ya kudumu. Bwana Yesu asifi mili ya kukaa mili ya kudumu milele na milele. Hiyo ndio Bwana anatutayarishia kifwa cha mndu mlungu umwichi mlungu kwa buwana, sikila bwana sikilambo chingi Bwana Yesu kaso Bwana Yesu kaso, maana wamemanya kwamba unu mndu hapo wagenda na baadaye upate rangija kala na kala. Kwa hivyo Yesu alikuja duniani kututayarisha, alikuja e tayari kwa ajili ya uzima wa milele na milele. Kwa hivyo letu sisi ni kuwa watu wa kukesha, tukeshe, tukjiweke e tayari kwa kuendelea kusimama imara, kuishi vizuri na wengine, msekevikia na ngenga. Bwana Yesu, kaso maana maandiko sejigabizera kwamba mwanyinyu ukakukosera mwende kweka kuzo kwende kwe kweka kwende kudedanye naye kweka kadedanya naye kweka kalemwakukusikira shoa mndumu wa kabi bwana jesu kasu kashowa kabi kudedanye naye walemwakukusikira shoa baghosi ikansa endanya nacho bhakundwa neko aha Dende mntesie nipata nina mwanii Ukalega basi kwatana naye msige vokonuhwo msige wow. Bwana msige bwana, Bwana Yesu kaso yes. Maana sasa yee atakuwa kama mataifa, maana si ndugu yako tena huyo, si Mkristo ani alisi huyo ni, ni mtaifa wadima kuhora ni Mkristo lakini mta? Ni mtaifa kwa sababu walega mseke patana, huyo ni mtaifu. huyo si mkri si mkristo. Maana mkristo alisi atataka kupatana na mwenzake kabo bakundwa isigengenga tuache kuishi watu na ndugu kama ni watu wa mbali, kama si watu wa damu wa damu. Bwana Yesu asifiwe mm. Tupatane tuishi vizuri, Bwana Yesu asifiwe mm. Tupatane tuishi vizuri mali kama ndo zinatugawanya zina tu, <coughs> tusiziangalie hizo mali tuachane nazo. Bwana Yesu asifiwe. mm. tugawanya maana wengine wakiachiwa kama mdumu, maana mara mengi Biblia ina Biblia e, ukisoma Luka, kuna mahali pia mtu mwingine alisema ali, ali, ali, alimwambia ali, Yesu bwana na